Zikiwa zimesalia siku chache kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu viongozi wa dini mbalimbali wilayani Mbulu mkoani Manyara wamefanya dua maalum ya kuliombea taifa amani na utulivu kuelekea siku hiyo. Natamka ya kwamba kila kitakachoinuka kilicho kinyume na mapenzi yako kikapate kushushwa chini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti <tipi> ardhi tunajikabidhi kwa wewe. Kwanza tunashukuru kwa afya hii na amani hii tuliyonayo. Tunaomba ya Mwenyezi Mungu tudumishe amani hii na afya hizi, zidumishe ya rabbul alamin. Viongozi hawa wa dini wamesema amani na utulivu tulionayo katika taifa letu ni tunu kutoka kwa waasisi wa taifa hili, hivyo ni vyema kuitunza na kuithamini tunu hiyo, ikiwa ni pamoja na kukemea vitendo vyovyote vinavyoashiria uvunjifu wa amani katika maeneo yetu. Siku ya leo pia tumeipanga maalum kabisa kuiombea taifa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 tarehe 29 Wito wetu ni kwamba kila mmoja ajiandae kwenda kupiga kura, tujiandae kwenda kupiga kura, tuchague viongozi wetu ambao watakao tuongeza kwa muda wa miaka mitano hii ambayo tunaiendea, lakini pia tunaomba amani na utulivu iendelee. Amani na utulivu ni kitu cha muhimu sana katika taifa, kwa tunakoelekea kwenye uchaguzi hususan kama hilo kwamba kila mmoja anayo haki ya kuweza kutekeleza katiba ya nchi yetu kwenda kupiga kura kumchagua yule ambaye yu kwamba atakayetusimamia katika mambo yetu ya kiserikali. Kwa hiyo wito wangu ni watu waweze kujitokeza kwa madhehebu yote, Waislamu, wasiokuwa Waislamu, wasiokuwa na dini, kwenda kumchagua kiongozi ambaye kwamba atakaye wasimamia katika sekta ya nchi yao. Katibu tawala wa wilaya ya Mbulu, Paulo Burra, akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Mbulu, Michael John Semindu, amewasisitiza washiriki na waumini wa dini zote kuendelea kuhamasisha wananchi wengine kushiriki katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29, lakini pia inaakika kwamba imetugumusha jambo la msingi na, msini, na la kikatiba la sisi walitwa Tanzania ushiriki katika zoezi la uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba. Tunashukuru sana sana kwa umusadam. Nina hakika ujumbe mpya ambao unaofikisha katika ukumbi huu mlishaufikisha kwa waumini wetu. Nao baadhi ya vijana wilayani Mbulu wamewataka vijana wenzao kuachana na maneno ya mitandaoni na badala yake kujitokeza siku hiyo kwenda kupiga kura na kumchagua kiongozi atakayewasaidia kuwasemea matatizo yao. Niko hapa kwa ajili ya kuwaasa vijana sana sana, kwa sababu hao ndio kundi la ni yani, kundi langu kwa ajili ya swala zima la kujitokeza kupiga kura. Aidha, umejiandikisha e. Najua wengi wamejiandikisha, lakini wanakutana na changamoto au maneno mbalimbali yanayosambaa mitandaoni, lakini pia wanayopewa na watu wengine kwamba e, watakuwa na masuala ya kuandamana na mengineyo ya ambayo yanaenda kinyume na zoezi la kupiga kura siku ya uchaguzi. Niseme tu kwamba hizo ni propaganda na jeshi la polisi kama lilivyotoa tamko kwamba liko kwa imara. Kwa hiyo kijana, kwenda kuandamana maanake ni kwenda eh, kinyume na kile ambacho anatakiwa kukifanya.